Ni namna gani unaweza ukabatilisha na kuondosha machawi kwa kutumia tende tu. Hii tende ambayo wewe unaiona unaweza ukaondosha uchawi. Sasa uchawi umegawanyika katika aina kadha wa kadha, kuna sihrun thaqilun wa sihrun khafifun wa mutawassitun. Kwa maana kuna uchawi mzito sana ambao ukikusibu utalala kitandani kwa muda mrefu sana, lakini kadhalika kuna uchawi ambao unakuwa ni mutawasita, kwa maana wenyewe ni uchawi wa wastani, nyakati fulani unaumwa, nyakati fulani mzima. Na kuna sihirun khafifun eh, na kuna uchawi mwepesi mwepesi tu, yani ule unachezewa chezewa, ukiingia kulala basi wakati ule usingizi unakuja ghafla, unaona kama jitu limekuja hivi linakutisha na, kuku, na, na kukusumbua sumbua pale usingizini, unakosa kulala usingizi wako vizuri. Huu unaitwa ni sihrun khafif, ni uchawi mwepesi mwepesi ambao watu huwa wanafanyiwa machawi ya hali za namna hiyo. Sasa kwa kutumia tende biidhnillah, subhanahu wataala, unaweza ukabatilisha machawi hayo na kheri ikapatikana kwa hurma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala. Ikhwani, ndugu zangu, ni vipi sasa unaweza kuitumia tende hiyo, fawaidu tamri, yani faida ya tende, hasa ile tende inayoitwa Ajwa ambayo ameitaja tende hiyo Bwana Mtume Muhammad anasema, man tasabbaha bi sab'i tamratin ajwatan lam yadhurahu dhalika lyawma summun wala siha, anasema Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasalama, yoyote yule ambaye atakayetumia tende hii, tende ambayo inayoitwa ajwa, tende saba hizi, ameamka asubuhi mtu huyu, kabla ya kula chochote akala hizi tende za ajwa takriban tende saba, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, lam yadhurahu dhalika alyawma summun wala sihr. Anasema mtu huyu hawezi kudhuriwa ndani ya siku hiyo na sumu ya aina yoyote ile na wala mtu huyu hatoweza kudhuriwa na uchawi wa aina yoyote la utapata tende inayoitwa ajwa, biidhnillah subhanahu wa ta'ala. hapa kuna swali la msingi la kujiuliza, madha yahduthu lilmashuri inda akli tamri. Wakati huyu mtu aliofanyiwa uchawi ukawa unaleta madhara katika mwili wake akajikuta mgonjwa, mwili unakuwa mzito sana, akajikuta katika hali mbaya, je, kwa kutumia tende hii anapokula tende ya ajwa, mwili unatengeneza nini ili awe katika hali ambayo iliokuwa bora biidhnillah subhanahu